Sad juu unalala umeka stock yako umebeba mkopo, unaamke asubuhi moto imewaka, kuna chochote hujui. Utalipa mkopo aje? watoto wako shule na walipia fee, wewe mwenyewe mahitaji anakusubiria. Ni malalamishi wanayotoa wafanyabiashara wa soko la Gikomba Nairobi, huku wakihesabu hasara wanayokadiria kutokana na matukio ya wa moto wanayoshuhudia mara kwa mara katika soko hilo. Kulingana na wafanyabiashara katika soko hilo, moto huo ulizuka sana 8 ya usiku walipokuwa nyumbani, hivyo kukosa kuokoa chochote katika biashara zao. So janga hili ambalo limetupata leo ni la wafanyabiashara wenzetu ambao tumeamkia leo, masuala ya mendowa saa nn ndi tumeweza kupigiwa masimu tukiwa manyumbani kwamba moto imeweza kutokea katika soko letu la like Kikomba. Tumekuwa kwa kwa hii soko kwa more than 25 years na leo saa tisa hivi tulipokea simu ya kwamba e, mahali tunafanyia kazi kumeshika moto, alafu tukafika haka hiyo masaa, lakini hatukuweza kuokoa chochote kwa maana moto ilikuwa imetambaa, na hatukujua chanzo cha moto hii ni nini. Haya maeneo unapoyangalia watu ni karibu mia sita watu mia sita kwa sababu ndio ambao wameweza kuadhirika around 600 and something na unapoangalia kwamba katika zile hapa katika hizi maeneo ya zile hasara ambao wameweza kupata, kwa sababu tunapoangalia kile kulingana vile kila mtu ameweza kuleta kilio chake kwamba mizigo zake, tunaona kwamba hasara ambayo imepatikana ile hasara ambao wafanyabiashara wamepata katika soko letu kwamba inaenda almost 6 to 7 million yeah, kwa sababu wale kulikuwa na masters hapa. Vile unavyoangalia nyuma yetu hapa kuna zile viatu ambazo watu walikuwa wamenunua hiyo on Friday. On Friday and on Saturday. So kwa mkia leo ambao ni leo Sunday, sasa ndio wakaweza kupata hilo janga haswa, kwamba katika soko letu tumeemploy, tuko na farm ya security na tumeweza kuwafuatilia, na ndio mbapo tunaomba hata serikali nayo iweze kuingia, iweze kutusaidia kwa sababu serikali inaweza kuwa na ujuzi zaidi ya labda hiyo farm So, tulikuwa tunaomba kwamba serikali waweze kutusaidia kwa sababu most of time tumekuwa mba, serikali, nachoma, wo, ni kwamba tunalaumu serikali labda ndio inachoma nini na nini, lakini unaweza pata kwamba hata serikali haihusiki. Kwa hivyo serikali ingeingililia asua kwa hili jambo, kwa sababu ingeweza kutusaidia asua. Kwa sababu kuna yale masuala ambayo tumeweza kuangalia kwamba ikifuatiliwa kisheria lazima tutapata ukweli wa hili jambo. Tunafanya hizi kazi zetu na mikopo, unapata mtu amechukua mkopo si mara moja ama mara mbili na unapoleta mizigo hata ujauza hujafanya chochote hiyo mizigo yote imechomeka imeenda. Kwa mfano kama mi nileta mizigo jana na nikaweka kwa store yoyote, imechomeka. Kwa hivyo ningeomba serikali pia iweze kuona venye naweza kutusaidia, kwa sababu alikuwa ameahidi wataweka CCTV na zitakuwa zinamulika kila mahali, ili hata kama ni wizi unatendeka, at least inajulikana ni nini. Kila mara tunaona tunachomekewa, hakuna hatua yeyote, tunabaki tunadaiwa, biashara inaisha hivyo, but serikali is aware, wanajua ni nini inaendelea. So wakuje watupatie suluhisho, badala tunaendelea tukipata hasara. Hatutashinda tukiomba saidia, saidia, wakati ambapo sisi si walemavu, tunajiweza. Kwa hivyo waje wafanye uchunguzi, tujue chanzo ni nini na suluhisho ni nini. juu kujua chanzo tutajua suluhisho ni nini. Na tuwaje, watuwekee Sakaja aje watuwekee CCTV juu CCTV inasaidia. CCTV imekwa mbali, imekwa kule Digo, nikaekwa huku Shauri hapa, pia tunahitaji CCTV sokoni. Ushuru ile tunatoa inatosha CCTV na inatosha kutusimamia, kutulinda. Si lazima tulilie serikali saidia. Wakati wa kukusanya matukio haya tulipatana na Dorcas Dennis ambaye licha ya kupoteza biashara yake mara mingi, bwanake aliyekuwa mfanyabiashara alifyatuliwa risasi baada ya mzozo kuzuka katika soko hilo, hivyo kubaki kama mama na mlezi wa familia peke yake. Nikona usuni sana, mi ndio nilikuanga tengemea kwa boma yangu siku yenye kulikuanga na maandamano hapo Gikomba ya Manjengo. Mzee wangu anaitwa Dennis, niye moja alipikangwa risasi na akapelekwa hospitali, apelekwa hospitali akatibiwa. Juzi ndio alitoka hosi. Ni mimi ananitegemea, sina mtu anaweza nisaidia. Ni mimi nalipa nyumba, namtafutia chakula, namtafutia pesa yenye atarudi nayo clinic. Anaenda after two days ndio anarudi clinic. Na sasa mimi nafanyanga kazi hapa Kikomba. Mimi nimekuja kikomba tu, nika nikashangaa nitafanya nini juu. Nimechomekwa na kila kitu. Hii doo yenye nimeinua hii ndio tu nimeokoa. Kila kitu imechomeka na mimi tu tegemeo. Niko na mtoto wa one year na sijui sasa nitafanya nini kufikia hapo. Na sina kitu. Mzee bado akwa kwa kitanda hawezi fanya kitu, kutembea hawezi, ni ile tu namshikilia. Kama ni kumpikia nampikianga na acha watu tu anamshughulikia. Sasa nitafanya nini? Yenye tunaweza omba tu serikali waingilie juu belu ya osi ni kubwa. Tuliacha taito didi, tuliacha taito didi hospitali taito ili atista atoke na bado sasa. Wenye walitusaidia wali wametupea hadi mwisho wa mwezi wa sita day 5 ndio wametupea mwisho wa hiyo taito didi, na belu ni 2 million 00, ndio imebaki. Mata ni 1.7, aka transport akapelekwa Luton, Luton, Luton ni 400,000 saa wenye walitupea t shida ni kwetu juu sasa ikianzad5 mwezi wa sita watakiwa anadait na bado hiyo pesa hatujapata, wenye tutunaomba mtusaidie kama familia. Dorcas anasema kuwa visa vya mara kwa mara katika soko hilo linamtia hasara kubwa huku likimrudisha nyuma kibiashara kwani sasa amebaki bila chochote. Nikiripotia Kurunzi mimi ni Brenda Korir.